Maandalizi yetu yanaenda vizuri kabisa, tunajua kwamba haitakuwa mechi rahisi. Siku zote hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Azam, ni mechi ya dabi, kwa hiyo tunayochukulia mechi hiyo kwa umuhimu mkubwa sana. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa, kitu kizuri ni kwamba kila mchezaji wetu yuko kambini kwa ajili ya mechi hii na wachezaji wote wako tayari. Tunajua Azam wana timu nzuri, wana timu nzuri sana na wana mwalimu mzuri, kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi, yote tunayafahamu pamoja na ubora wao, uzuri wao na uwekezaji wao kwenye kwenye timu yao, tunahakikisha tunahakikisha kesho lazima tupate alama tatu. Japo haitakuwa rahisi, lakini tumejipanga kutoka na alama zote tatu katika mchezo wa kesho. Nafikiri kama walivyosema, ni timu ambayo kiukweli inacheza kwa balance kubwa sana Azam. Kwa hiyo unapokwenda kukutana nao, unatakiwa unatakiwa uwe makini sana. Nani wa kucheza, nani asiocheza kwa sababu na, kama wanavyosema, nafikiri ni swala la sisi benchi la ufundi. Tuna tuna tuna session leo ya mazoezi ambayo ndio itatupa mwanga kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Kwa na tatizo kubwa sana la kutumia nafasi. Ukiangalia game zetu za nyuma tumetengeneza nafasi nyingi sana lakini tumekuwa kuzitumia, imekuwa ni shida. Hata mechi iliyopita tumepata matokeo lakini tumetengeneza nafasi nyingi sana. Kama tungeweza kuzitumia tungeweza kupata matokeo zaidi ya haya. Tumekuwa tukilifanyia kazi sana kwenye swala hilo, kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha nafasi tunazozipata lazima tuzigeuze kuwa magoli. Kwetu, tutahakikisha kesho nafasi tunazozipata tuweze kuweza kuzigeuza kuwa magoli na kuweza kupata alama tatu katika mchezo wa kesho. Mbali ya Kamara utamkosa mchezaji Mzamiru Hasini, ana matatizo ya kifamilia, lakini tutaendelea kum, kumkosa Hamza ambaye bado ni injured. Wachezaji wote waliobaki, tunashukuru Mungu, wote wako kambini na wote wako tayari kwa mjiga ya mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari, eh, tupo tayari kuelekea katika mchezo wa kesho. Zidi Azam tunajua mchezo hau utakuwa mwepesi, mchezo utakuwa ni mgumu lakini tupo tayari kupambana ili kuweza kuhakikisha tunapata pointi tatu. Na naweza kusema mpaka sasa hivi maandalizi naweza kusema kwamba yako kwa katika asilimia ya tisini eh mpaka itakapofika kesho, eh itakuwa katika asilimia mia kuweza kuweza ku, kupambana katika mchezo wa kesho na kuhakikisha tunapata pointi tatu. Kutokufanya vizuri kwa kwa timu ya Azam E, sio kwamba tunaichukulia ni, ni advantage sisi, tunachochukulia tuna ni jinsi timu yao jinsi ilivyo kwa ujumla, kwa sababu tunajua Azam ina wachezaji wenye quality nzuri e, ina kocha mzuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaenda kwa kuiheshimu timu ya Azam, lakini tunaahidi kupambana kuhakikisha tunapata pointi tatu. Ukiangalia katika mechi nyingi zilizopita, tumejaribu kutengeneza nafasi nyingi na tumeweza kufunga magoli machache, lakini nachoshukuru kwamba benchi letu la ufundi liliona li, hilo e, na kupitia, kupitia mwalimu wetu e, e, session ambazo tulikuwa tunazifanya zaidi zilikuwa ni, ni kurekebisha yale ambayo yalikuwa yanafanyika vibaya na kuyafanya yawe mazuri hususan katika, katika eneo la, la, la, la kushambulia. Kwa hiyo na imani kwamba kwetu sisi natupa ugumu kwamba tunapocheza mchezo tukatengeneza nafasi na zile nafasi na na ambazo nazotengeneza atu, atu, atu zitumii. Kwa hiyo na imani kwamba walimu, kwa jinsi walivyorekebisha kila kitu, kitakuwa sawa na kitakuwa katika asilimia mia. Mchezo wa mwisho tumepata ushindi, naweza kusema kwamba ni, ni, ni, ni mwendelezo wa, wa kile ambacho tulichokuwa tumekiacha katika, katika mechi za, za, za ligi. Kwa hiyo e, kwa upande wao walikuwa wameweza kupata suruhu, na ndio maana mwanzo niliweza kusema kwamba hatutaangalia kile ambacho, wana, wana ambacho yao, e, wao wanakifanya zaidi, ambacho tutaangalia ni thamani yao na ukubwa wao waliokuwa nao e, ndio sisi natupa motivate katika mchezo wa kesho ili kuhakikisha tunafanya, tunafanya vizuri, na kikubwa ambacho tuko nacho ni kuhakikisha hichi ambacho tulichokifanya katika mchezo uliopita tunakiendeleza ili kuweza kuwa bora zaidi. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba nawaomba wanachama na mashabiki wote wa Simba kuweza kujitokeza kwa wingi katika mchezo wa kesho. E, ni mchezo mkubwa, mchezo ambao unakutanisha timu nzuri. Kwa hiyo nawaomba mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba waweze kujitokeza kwa wingi kuja kutupa support. E, tunawaahidi mchezo mzuri na tunaahidi kupambana kuweza kuhakikisha tunapata pointi tatu. Kwa kwa hiyo kujitokeza kwa kwa wingi e, ni kutupa sisi nguvu ya kuweza kupambana zaidi.